Taarifa iliyopo ni kwamba tarehe 27 mwezi wa pili mwaka, mwaka huu huyo e, mwanafunzi alitoa taarifa kwa muuguzi hii wa, wa shule kwamba anasikia kuumwa kichwa. Kwa hiyo shule ikafanya utaratibu wa kumpeleka hospitali ya Kitete. Alipofika pale hospitali ya Kitete walimpokea kama ulivyo utaratibu na akawa ameenda kwa daktari kwa ajili ya vipimo. Daktari akamuuliza na shida gani? akaeleza kwamba anaumwa kichwa pamoja na miguu. Daktari akamwandikia vipimo vya x-ray na vipimo vingine kulingana na taarifa hii. Na wakati anasubiria huduma za maabara akawa sasa anaenda chooni mara kwa mara kueleza, na wenzake waliomsindikiza walipoona kwamba anakaa muda mrefu bila kutoka akawa na wasiwasi sasa yupo mmoja ambaye alikuwa mwerevu, akaenda akaenda kwenye eneo la choo, akamwita fulani fulani, akaitikia aka, lakini hakuweza kufungua ule mlango. Sasa baadaye anasikika mtoto mchanga analia kwenye kwenye kile kile choo, na ilivyotokea ni kwamba baada ya kujifungua alitoka na ile mtoto pamoja na kondo lake, kwa maana ya placenta Akawa amemtelekeza kwenye eneo la choo. Sasa wakati huo, kumbukeni ame, ame alikuwa anasubiria kwenda kuchukua vipimo vya maabara. Kwa hiyo huku alipo alipo aliporejea, sasa akawa anatokwa na damu nyingi, wakatoa taarifa kwa wale da yule daktari kwamba yule mgonjwa uliomhudumia anatokwa na damu nyingi, kwa hiyo tunaomba umhudumie. Basi wakawa wamemhudumia pale. Katika uchunguzi wa kina, ikaonekana ametoka kujifungua muda si mrefu. Sasa, huko nyuma wakina mama wawili wa walikuwa wanapita wakamwona ile mtoto, wakatika mazingira hale akiwa na kondo lake. Sasa, wale ni wazazi, wakamchukua yule mtoto wakampeleka kwenye wodi wa wazazi. Tunashukuru kwenye wodi wa wazazi, taarifa inayoonyesha ni kwamba walimpokea kwa haraka ile, wale wauguzi walio kuto pale walipokea kwa haraka wakamtenganisha na kondo la kondo la uzazi na kufanya haraka kwa ajili ya kumhudumia. Hatimaye yule mtoto akaweza kusurvive na baada ya uchunguzi basi, ile binti ikaonekana ndiye ametoka kumzaa kum, kum, kumza huyu mtoto mtoto. Amekaa hapa na mimba tangu mimba ina mwezi mpaka mimba ina miezi tisa, hakuna aliyewahi kujua. Kweli tunalea watoto hapa, ndio walio, hakuna aliyewahi kujua. Basi siku hiyo mtoto imekuwa hasa ndo anauma uchungu Anapelekwa mpaka hospitali, huyo anayempeleka yani al, alitoa waki yani hata kujua kabisa kusense huyu mtu kweli? Hata kama mimba kuna mtu anapata mimba haionekani kweli? Unaenda umekaa kwenye benchi la wagonjwa, unasubilia mgonjwa wako, ameenda chooni, anakuja mtoto analia, amejifungua kwamba umembeba wewe, ni matroni au ni nani, hujawahi kujua kabisa. Yaani watoto hapa, mwalimu mkuu wewe hapa siku zote hapa una, una makamu wako wawili siku zote hapa una matron. Siku zote yupo yuko mwalimu wa nidhamu hamjawahi ku-interact na huyo mtoto. Kuelekezo la kwanza wote waliomaliza miaka kumi nisiwakute hapa. Hilo ndio tatizo namba moja, ishakuwa mazoea, huyu mwalimu mkuu, kumbe mmemwekea mzigo mwali hapa kuwafanya mganga mkuu na mganga mfawizi. Nani aliyempokea yule yule binti pale pale hospitali? Huyo daktari alimsikia hiyo hiyo examination, nani alimfanyia nini? Huwa kwa utaratibu wa kidaktari nini kina- kinaanza kwa sababu nini? Kina mama hapa mm -hmm, mtu ana mimba ya miezi tisa, sio mimba iliyoharibika haribika miezi miwili mitatu, yani siku hiyo ndani ya dakika mbili tatu anaenda kujifungua Daktari utakaa naye au nesi utamshika ukampima na mpesha usijue kwamba huyu mtu an, an, an, anasheregeka, lakini ameandikiwa vipimo aende maabara, sijui cheki kitu gani, hii ni nini? Akaenda kujifungua choni, yani isifikie hapa, lazima tutoe mafunzo ili watu wajifunze. Ukifanya kazi, umekabidhiwa kazi za serikali mm, ufanye kazi hiyo. Kuna watu huko mtaani mm, wana taaluma hiyo hiyo na hawana kazi ya kufanya.